Jamani, jamani, kama mnavyokumbuka ile site yetu ya kimarabii mwanzoni jinsi ilivyokuwa, ah, ilikuwa sio nzuri, lakini Kiboke eh, tumekuja kufanya kila kitu kuhakikisha mteja wetu anafurahia ujenzi wetu wa pavement za kisasa. Hebu tazama site ya mdau wetu jinsi ilivyobadilika. Imekuwa ya kisasa mno. Kwa hiyo ni wewe tu kuchangamkia hii fursa ya eh, ujenzi wa kisasa ili upate kile kitu ambacho unakihitaji kwenye nyumba yako, tena kwa usahihi wa hali ya juu. Gharama zetu ni nafuu mno shilingi elfu tisa tu kwa square meta moja hivi, angalia ninamnalea ni namna gani unakupendezeshiwa nyumba yako kama hivi kwa shilingi elfu tisa tu kwa square meta moja. Hiki ni kitu cha ajabu mno, utofauti wa pavementi zetu bwana. Sisi tunakupendezeshia nyumba yako hapo hapo kwenye nyumba yako, hatuna gharama zile za kuhamisha hamisha eh, paving. Hapana, sisi tunakujengia tu eneo hilo hilo. Ndio maana tunasema kwamba hizi pavementi zetu zinakupunguzia gharama kwa, zina kwa kiasi kikubwa. Kiboke bwana, tunakufuata popote pale ulipo. Tupigie simu muda wote, tunapatikana tunapatikana buju hey, Dar es Salaam na popote pale ulipo. Kiboke Building tunakufikia kwa ujenzi wa kisasa Tanzania. Kiboke nyumba ya ujenzi. Asante na karibuni sana.